Baada ya issue ambayo inayoendelea katika upande wa Diamond Platinum kuhusiana na Rita. Rita amezidi kufichua mengi ambayo aliyojificha nyuma ya pazia. Sasa, watu wameanza kuchukua mtazamo tofauti tofauti, lakini Diamond tunaona kwamba hali ambayo anayopitia kwa sasa hivi kutokana na maneno ambayo yanazidi kusemwa, anaona kabisa kwamba itaweza kumchukua kutoka. Sawa, huenda kwamba akafumbia macho asijali chochote ambacho kinachoendelea, lakini mwanadada Rita ameanza kuposti vitu vingine ambavyo vilikuwa ni vitu vya siri, lakini ameamua kuviweka public sasa kwamba kila mmoja ajue, kutokana kwamba kutoa onyo kwake palikuwa sio kwamba amekulupuka tu, lakini ni mtu ambaye amejipanga na ana ushahidi wa kutosha. Sasa hii apemeza kufika mbali zaidi upande wa Diamond. Sasa upande wa Diamond kumbuka tu kwamba yupo katika mahusiano ambayo yupo na mwanadada ambaye ni msanii wa Bongo Flava ambaye ni maarufu sana kama Zuchu Zuhula, wapo katika mahusiano kwa muda mrefu kwa sasa hivi. Ukiingia katika peji ya Zuchu, ukienda ukasearch Diamond Platinum, uwezo ukalikuta jina la Diamond lakini ukiingia upande wa Zuchu, upande wa Diamond I mean. Diamond naye kaweza kumwanfollow Zuchu, Zuchu baada ya Zuchu e mwenyewe kwenda kumwanfollow Diamond, lakini pia Diamond naye hajawa mnyonge, lakini upande wa Zuchu kaja kumfolo ambaye ni Santos mdogo wake na Diamond. Sasa hatujajua kwamba kuna kitu gani, lakini huyu mwanadada Rita kajua kuwachanganya kwelikweli, ama kaamua kuwavuluga kwelikweli. Mwanadada Lita kaweza kujipanga haswa haswa haswa. Hatujajua kwamba hizi hapa ni voisi za uh, hivi karibuni au ni za muda kwamba kipindi wameachana, sasa walikuwa na bembelezana ili waweze kukaa sawa, lakini yote hatujajua, kwa maana upande wa Diamond hatujaona akija kureplay chochote ama kuja kucomment chochote ama kuongea chochote ama kutoa tu ishara ambazo zinaonyesha kwamba hiki kitu kinachozungumzwa kwenye headline kwa sasa hivi hakiko sawa, na bado mashabiki wanaendelea kuchukua mtazamo tofauti tofauti. Ukimzungumzia Diamond unakuwa umemzungumzia msanii mkubwa sana hapa Afrika ama hapa duniani, kwa maana kona za dunia zote Diamond ameweza kufika. Lakini kabla sijaendelea, ni kuombe kitu kimoja, bonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe hapo, acha comment yako, kisha like video hii hapa, uwe mtu wa kwanza kabisa kupata kazi zetu tan location ya Bongo Media. Lakini ni kuombe kitu kimoja, toa toa comment kutokana na mtazamo wao. Kuje mwanadada Ritha kaweza kuwachanganya kweli kweli, kaweza kupita njia ambayo walikuwa hawategemei, ama kaweza kuiteka headline kwa sasa hivi, kwa maana mpaka mtu kaweza kuachia voice, it means kwamba huyo mtu kajipanga. Sasa sijajua kwamba amejipanga kumharibia Zuchu ama yeye anatetea upande wake kwamba ameweza kufumwa na mtu wake, sasa ameamua kuweka mambo wazi ili kumwaminisha mtu wake kwamba hayupo katika ile hali ambayo mtu wake anayofikiria yote hapa nafanya. Huyu mwanadada ambaye ni Ritha alikuwa kwenye mahusiano na Diamond hapo awali, kwa maana alikuwa na mahusiano kipindi cha nyuma hapa. Sasa kila mtu kashaa move on, kila mtu anafanya vitu vyake, lakini bado hatujapata majibu kamili. Tunasubiri majibu kutoka kwa Diamond ili tuweze kujua kwamba ni kweli ambacho kinachozungumziwa na. I mean, naamini na kabisa kwamba Diamond atajitokeza tukuzungumzia Kili, ili swala jinsi linavyoendelea ama hii mikakati jinsi navyoendelea. Ukizungumzia watu wenye furaha, kuna wengine wanapata furaha kama Harmonize. Harmonize sasa hivi anapata furaha akiwa kwenye penzi na Kajara, kwa maana mipango yake yote kaiseti na imekaa sawa. Makonda sasa hivi aongee chochote um, kwa maana anafurahia ile ndoa yake. Kwa sasa hivi tunampa respect sana upande wa Harmonize, lakini upande wa ndugu yetu ambaye ni nguli ni nguli wa Bongo Flavor, Diamond Platinum, anayefanya vizuri sana kwa sasa hivi. Hali ambayo anaoipitia huenda akawa anaangalia hiki kitu ambacho kinachoendelea akakaa kimya tu, lakini tunaamini kabisa kama uvumilivu kimshinda, naamini atakuja kuonyesha replay yote. Mimi nakuacha na video hii hapa, tukutane next video tujue kwamba ni kitu gani ambacho kilichoendelea.